Naam, hii ni Baraka TV ambao kunasikiliza kutoka nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, tukiwa ni saa sita, saa za Afrika Kati, saba majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni Rejab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, na karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kwa kwamba kunasikiliza matangazo yetu. Uh, leo tarehe mbili za mwezi wa sita, 2025. huu ni mwezi wa Independence, mwezi wa Lipanda na hivyo tunakuwa tunawatakia wakongomani wote kokote ambako eh, wako wanasikiza Baraka One TV duniani eh, mwezi wa Independence na utaona hii mwezi pia watafanya pia Independence <laughs> yeah, Kabila naye atashirikia Independence, ikiwa iko yiku wapi? Yuko Goma, lakini no, nitakuletea list ya majenerali zaidi ya makumi tatu ambao wamefungwa Kinshasa kwa makosa ya uaini, uhalifu, kula franga za serikali, kula franga za wasolda eh, kuchelewesha maminisio, vitu kama hivyo, kukolabore na M23 na Joseph Kabila eh, mpaka sasa hivi wako ndani ya mikono ya serikali. Lakini cha kushangaza pia ni kwamba uh, matata, matata mponyo amepotea um, alikimbia nchi lakini chama chake kinasema kwamba alipotea aonekani. Sasa wanatupia lawama serikali. Asa serikali ndio itakuwa ilimwaleve. Hey, sasa mtu mwenye iko kondani diza haya kisha tena tumwaleve tu, tu e. hai <laughs> hiyo Matata Mponyo iko natafutwa. Yoyote mwenye atamona Matata Mponyo atapewa zawadi. familia yake iko namtafuta, serikali iko namtafuta, chama kiko namtafuta, ajulikani Matata Mponyo iko iko wapi. Unuwe ba, ba politisi ya Kongo. Problemi ya kuwa na dubli nasionalite ndo iyo. Nona. Iko Kongo leme, iko Belge. Ni Kongo leme ni Fransé. Ni Kongo leme ni Alema. Ni Kongo leme ni Amerike. Akifanya bisanga huku Kongo, anakimbilia kwa hapo itazi ni. Anakimbilia Belgique. Anakimbilia France. Alemanya. Anakimbilia wapi? Wereva kujata kimbilia. Sababu iko na dubli nasionalite. That's a problem. Hii ni mambo ya kufixe, so karibuni sana ndugu zangu, na tunashukuru kwa wote ambao mko mnazidi kuwa pamoja na Baraka1 TV. Utakumbuka tu kwamba operation sedia muzalendo bado iko inaendelea. Ndugu zangu pera siku naendelea na niko na program ya kuonana na makanaki eh, general Makanaki, na kwa hiyo tutakwenda kuonana naye naye, tumpelekea envelope yake, na tufanye naye bonge la interview. Tutakuwa na bonge la exclusive na general Makanaki. So kama unapenda kusikiza ama una swali lolote ambalo unataka nimuulize general Makanaki, niandikie, itakuwa muhimu. Siku mbili tatu hapa hivi tutakuwa kuonana naye, so Uh, ndo hivyo, na kama bado hujawahi kuchangia hii operesheni jamani, namba zetu zipo hapo, tumia hizo namba sasa. Kuna jamaa mmoja hivi yuko Katanga, precisement Lubumbashi, alinipigia simu jana mamchana, akaniambia wewe, weye na TV yako na radio yako na watu wako, mko mnamsema vibaya Joseph Kabila Joseph Kabila ni, ni, ni, katange ni ndugu yetu. Sasa tushawajua kwenye muko. Unasaidia sema tunakujua na hiyo redio yako tutaichoma moto. <laughs> <laughs> Kabila ni. Sasa utachoma moto Baraka 1 TV haitu. Azime ndio hivyo. Amwezi kumsema Joseph Kabila mubaya wakati yeye ni uh, ni, katange ni mtoto wetu. Kwa nini ulikuwa unamsikia naye? Ni Rwanda. Baba Rwanda benye biko natoka huku ma, ma Sud Kivu, ma Nord Kivu. Marwanda banapita huku hivi ti banaenda nani ni Kalemi mpaka Lubumbashi. Bakifika kule, banajitaka seme ni batoto yawapi ya Uvira, ya Fizi, ya Goma, ya Bukavu eh ha Lubumbashi, sema bako si tuna maitrize bien ujitanana na Rwanda kule Lubumbashi, atakwambia ke yeye ni mtoto wapi wa Goma, atakwambia mtoto wapi wa Uvira, lakini sema tunajuana tunasema, ah, wanaboku kwa Rwanda. Sasa huyu jamaa ni Rwanda ananiambia atachoma moto Baraka One TV. Sasa kabla ya choma moto Baraka One TV, tuko na wazalendo Katanga, Lubumbashi, tuko na wazalendo pia ambao wako Kalemi. Huyu jamaa mushughulike naye, niko na namba yake. Nafikiri ka ni komanda wazalendo uh, uh, Lubumbashi, ndugu yangu, ndugu yangu uh, tv yetu iko menace na Rwande umoe hivi mwen anajifanya ni porte parole wa Joseph Kabila waipolite kanambe yuko Lubumbashi, kwa hiyo mtashughulika naye na wazalendo ambao wako Kalemi pia, nafikiri pia kiongozi wao huko nanisikiliza e, tunazoea kuongea mara kwa mara. Huyu jamaa inabidi ashughulikiwe kabla hajashughulikiwa baraka wan TV, a kwanza ndo ashughulikiwe kwanza, na yeye pia iko nasikiliza e <laughs> huyu jamaa ni mpuuzi sana huyu. Uh, unajua uko natetea kibovu, uko natetea mtu ambaye hakufanya chochote ndani ya nchi hii miaka kumi na nane hata na, uko binadamu huko? Uko na akili ndugu yangu kama uko Rwanda, kama uko Zambia, kama uko nani, wherever me, ukwe na akili mkichwa, hebu tuambie kitu kenye Kabila alitengeneza mwii inchi kinyi, kiko kinasimama juu ya kusaidia wananchi. Ni, ni, ni kitu gani zaidi tu ya kuinfiltrer armée, kuingiza ba Rwanda mu komandema ya jeshi. Ndio maana jeshi la kufa lubuya kasha mbiko. Nasema kila siku effective mu armée banakuambia kuko dimi soda, kumbe ni kira, uh, kumbe ni 3000 ile set mil franga zote zinakuliwa zote na bajeneru kwa Kabila alipointe. Kisha huko unakuja unasema oh, Rajabu huko unamsema uh, Kabila oh, uh, vibaya oh, we tutachoma Baraka One TV moto. Uko mjinga, mjinga sana inabidi urekebike sawa, so, so, kama uko Rwanda urudia kwenu Rwanda, wewe ni Rwanda uh, na kama uko Kongole, uh, inabidi uangalie maslahi ya Kongomani wengi wanaishije. Eske tunameritei maisha tu, tunaishi leo kwa Kongole? Angai tu anania atumeriti hacho puuzi bwana. Sasa uh, bila kuchelewa sana, kuna majenerali makanali viongozi mbalimbali wa serikali wa jeshi ambao hawa ah, mpaka sasa hivi wanahukumiwa uh, wako kwenye kwenye kizuizi E, jijini Kishasa kwa makosa ya kula e, franga za, za wanajeshi kudetourne kukulabore na adui e, na hawa jamaa wako katika mikono ya, ya, ya sheria. Sawa, wapo wengi, wapo wengi e, tutaanza na mmoja mmoja, tuanze na Uh, mtu ambaye alikuwa ni ancien compagnon de lutte ya Mzee Laurent Desire Kabila ambaye alikuwa anafanya kazi ya ransenyema ya upelelezi ndani ya jeshi kuanzia miaka 1997 mpaka 1998 na, na aliweza kukamatwa 2020 eh, 2024 ambaye ni General Mtupeke. Mtupeke ni mubembe uh, mubembe. Nafikiri yani alikuwa 2024 kwa makosa haya haya ya, ya kukolabore na nani. Na, e, na watu wengine na maadui licha kwamba wabembe wako wanapiga kelele sana oh mtu pekee peke, lakini lakini hapa kuna lakini. Mtu wa pili ni komanda wa Région Militaire Bruno Mandevu ambaye aliweza kukamatwa baadaye akaachiwa. Sasa makosa ambayo yeye Bruno Mandevu alifanya ni kuweza kuyachia Goma mumikono ya M23 pia kudeturne plus ya 20000 dola ambazo zilikuwa destine kwa ajili ya defense ya vile ya Goma dhidi ya M23 na 2024, sawa na mahakama kuu ya kijeshi Kishasa ikaweza kumpiga miaka mitano, lakini hapa resama ameachiwa na amepelekwa wapi? Ituri. Mtu wa nne ni pamoja na General Ilunga Kampete. Gaston Ige alikuwa ni chef wa Garde Republicaine e, wakati wa utawala wa Joseph Kabila na aliweza kukamatwa mwe, mwezi wa Disemba 2024 akishutumiwa kwa kula franga za wanajeshi na pia kutumia madaraka yake, madara yake vibaya na pia kazi ya, ku, ya kuto kuheshimu haki za binadamu kuwafunga watu ovyo ovyo, kuwapiga watu bila, shia, uh, bila kanuni. Yuko gerezani na mtu mwingine ni komanda ajoint mwenye iko charge na operation uh, kwa, kwa, kwa upelelezi kuita major general ya FRDC ambaye aliweza kukamatwa naye pia na elfu um, mbili na ishirini na nne baadaye kuweza kufikishwa mahakamani akihusishwa na njama ya kutaka kuiangusha serikali ya bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndio huyo jamaa hapo yuko na tenia hapo prisoner. Mtu mwingine ni um, kamanda msaidizi ambaye anaitwa eh, General de Brigade Banza Kabulo Joseph. Huyu alikuwa ni komanda wa, sekte, wa, uh, wa sekter operationel Sokola D ya FRDC Sud Kivu eh, maeneo ya Uvira ambaye aliweza kukamatwa na kupelekwa Kinshasa kwa, kwa ajili ya mahojiano zaidi na mwisho wa siku akatupwa ndani ya gereza ya Ndolo uana namjua h tulikuwa naye hapa. Baadaye pia kuna komisere eh, divisionnaire general Ekuka Lipopo eh, Romold, huyu ndio alikuwa maire de la ville wa Goma e na ni gouverneur wa Goma e ambaye baada ya Goma kuanguka mudemil vinsenke, alikimbilia Bukavu, baadaye akaweza kupelekwa Kishasa. Eh, kabla ya kuingizwa ndani ya jela huku akishtumiwa kwa makosa mengi ya kula franga za, za wanajeshi na pia kukolaborate na M23 na Joseph Kabila msaliti. Kuna General Robert Yave avule Ngola alikuwa ni komanda wa o 33 e zone region, 33e region militaire ya sid. Alikuwa ramplace mu Avril 2025 na General de Brigade Fabien Dunia Kashindi huyo ambaye amechukua nafasi yake sasa hivi. Um, baadaye akapelekwa kishasa kwa ajili ya mahojiano na akaweza uh, kutupwa ndani ya jela kwa makosa yale yale. Tuko na General de Brigade Zelua Katanga ambaye anaitwa Njadija mu 2022 aliweza kuitwa na kuitwa kwenye mahakama kwa ajili ya kuweza kujitetea eh, kulingana na mauaji ambayo alikuwa kunafanya ikiwemo mauaji ya Floribert Chebeya pamoja na Fidel Bazana eh, na hivyo nafasi yake hiyo kuweza kuhukumiwa eh, ndani ya gereza na akisadiki kwamba anashirikiana moja kwa moja na Joseph Kabila kwa kumuua eh, Floribert Chebeya na ju um, mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na mbili e, aliweza kuwekwa moja kwa moja e, chini ya uangalizi huku serikali ikitafakari nini cha kufanya na kumtwanga miaka mitatu jela. Kuna General de Brigade Baseleba Bin Mateto, elfu mbili na ishirini na mbili aliweza kukamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya kujaribu kuwatorokesha wafungwa ndani ya jela ya Ndolo huku e, wakiwa wanasadikika kuwa wanashirikiana na Joseph Kabila kwa lengo la kutaka kuipindua serikali, huku akipanga mipango hiyo na John Numbi ambaye alikimbia nchi. Huu unasikia majenerali -ma -ma hao ambao uh, wako wanafanya manyanga mwenchi ni hatari. Listi ni ndefu sana. Kuna de brigade ngenerale ka, ehonza uketi Andre ambaye anaitwa kwa jina la Katozo alikuwa pale. Nilifika pale Luvunge ma niliongea kina mama pale, nafikiri aeza kusikia kitu, anasema Katozo ni mjinga sana, ni mwizi, ni bandi Jenerali wa FRDC komanda wa 12e, uh, uh, 12e brigade ya reaction rapide wa mu, uh, Musidi Kivu aliweza kupelekwa Kishasa na uh, 2025, na uh, ilitakiwa aliambiwa, uh, kwamba tutaenda Bujumbura kulingana na masuala ya kiusalama, baadaye tunaenda Kindu afu Shabunda, lakini ndege ikafika Bujumbura na kugeuza hadi Kishasa. Iko jela huyu jamao Katozo, nafikiri watu wa Uvungi wanamjua sana Katozo huyo. Ni bandi. huyu ndio alikuwa anatia tena ile ma grupe -ma ya armee ba ya batoto ya, ya, ya mplene kuipora batu umu yeye ndio alikuwa anafavorizeni huko na Lieutenant General Filemon Yave. Yave ni komanda wa Troisieme Zone de Defense kabla ya kukuwa ramplase na Masunzu na aliweza kukamatwa mu December 2020 de eh, akupelekwa Kishasa na baadaye kutupwa ndani ya ya, ya ya ya, jela huku akishtumiwa kwa makosa ya usaliti. Tuko pia na General de Brigade Kiamasa Mutupeke de Donne. Una ni mbembe wetu. Lakini naye pia uh, kamanda huyu ambaye alikuwa ni msaidizi anahusika na operesheni na upelelezi ndani ya Troisième Zone ya Defense chini ya Yave kipindi hicho e, aliweza kukamatwa na kuweza kuwekwa chini ya ulinzi yao, e, wa Deputy Milvent Kata. Wote ni hivyo so, hivyo wala rushwa. Eh, sio oh, juu ni mubembe mtu peke nasikia ba, babembe biko anapiga kelele sana. Oh, mfu ule mtu peke. Wewe unajua oh, mtu peke mzuri kushinda na ni, uh, uh, kushinda serikali. Juu ni mubembe tu ni mubembe wetu, ndio unasema wewe, unajua oh, alifanya vingapi? Unaona? Oh, tuko na acha clientelism. Kama serikali inaamua kitu tunaangalia na macho kwanza, unaona? Ndugu zangu, hizo ni, ni watu hawa ah, watu ambao niko nakutajia hapa ndio wezi wala rushwa e, ndani ya jeshi wanavuruga jeshi. Kuna general de brigade mwingine anaitwa Dani Yagba Tene. Huyu alikuwa na, nafanya kazi mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, na alikuwa anahusika na, na operation za kijeshi pamoja na administration ndani ya tarafa ambazo ziko decentralize. Um, uh, Kongo iko na iko decentralize ma province, aamini kwamba kila mkoa unajiendesha wenyewe. Sasa yeye alikuwa anaangalia zile, e, zile tarafa zote za mikoa Uh, upande wa, wa Kivu ya kusini pia akihusika na transport akihusika pia na communication uh, pia akihusika na, na, na, na tourism nini utalii ushelewa na alikuwa ndani ya kabineti ya gavana wa Kivu ya kaskazini e, ambaye, elfu mbili na ishirini na moja pia na e, ambaye anaitwa Konstandima e, kabla ya, ya, ya, ya, ya, ya haya ambayo yamemkuta ndugu yetu gavana ambaye alifariki hapa e, Nord Kivu kabla yake alichukua nafasi ya Konstantima uh, naye pia ameweza kutupwa jela. Kuna um, general de brigade anaitwa Kalume Diumba Freddy e, ni kama, ni uh, komanda adjoint wa deuxième zone ya defense ya FARDC na aliweza kukamata baadaye kupelekwa e, Kinshasa 2024 um, alikuwa anashutumiwa kwa kwa um, na watu ambao walipanga e, mapinduzi ya tarehe ishirini mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na nne na Christian Malanga <laughs> uh, pia kuna general Muku na Ntumba Edi Leonar, huu ni kamishna e, wa mkoa wa polisi Kivu ya Kaskazini e, ambaye pia mpaka jiji la Goma linaanguka chini ya M23 walikimbilia Bukavu wote pamoja na na makamanda wengine eh, na hivyo kuweza kukamatwa na kupelekwa Kishasa kwa makosa yale yale ya kula rushwa na kuachia adui nafasi. Na tumalizie kwanza na huyu mwingine ambaye anaitwa Majoro Ramazani Fundi ambaye ni kamanda wa sekteri operasionel ya pili upande wa Sud Kivu Uvira, ambaye aliweza kukamatwa 2024 akihusishwa na kuzungumza kukolaborate na maadui baadaye baadae akapelekwa Kishasa. So, uh, uh, wako wengi wako wengi sana yeah, wako wengi lakini, kwanza tu, tu, tuishie kwa hawa e, muda wetu pia ni, ni, ni mdogo, muda unatupa tu muda, muda mwingi so uh, ndio hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, utagundua kwamba majenerali viongozi wa jeshi wa, wa FARDC ambao wameshikwa Kishasa, hapa nimekuletea listi tu ndogo, lakini wapo zaidi ya sabini zaidi ya septante ofisie bagenerau bacolonel bamajor ebiko na febire ya arme na hawa wote wako nazungumza na, na na Joseph Kabila Kabange. Utakumbuka kwamba uh, arme kongolas FRDC ni jeshi ambalo baofisie bikuma elfu bajeneru bikuma elfu. Kwanza mi nankurajaka sana nani, uh, nor, uh, nani, ituri ituri, porte parole wa guvernema ya Ituri, porte parole wa serikali ya Ituri ni kapitaine Gile Ngongo ndo msemaji wa jeshi la FRDC Ituri. Nor Kivu ni majoro alikuwa majoro majoro nani na msahau nma, kwa upande wa fro noro noro alikuwa ni colonel, msemaji wa wa marehemu gouverneur wa Nord Kivu alikuwa ni kolonel na namsahau jina. Kwa upande wa nor nor alikuwa ni Mark Azukai, na sasa hivi ameweza kupandishwa cheo, ameondolewa kule, amepelekwa sehemu nyingine. Makamanda majenerali ni wengi sana kushinda hata wanajeshi wa kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo, haya ndio ambayo tulikuwa tunayo kwa muda huu wa saa sita. Mengine tukutana saa tisa. So hii ni Baraka 1 TV. E, mambo yetu ni mengi sana wala hayachoki, hayachoki na hatutachoka kukuletea mambo ambayo wewe unastahili kuyapata. So, big up sana kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wako nasikiliza Baraka One TV e, Rajabu Akili Kabonga, the one and only in town, DJ P, e, Ejide Kizenga Tembele na mwana pia Ankis Kandeke, big up sana, e, bila kumsahau King Sel, the only one king from USA Ejide Kizenga Tembele na e, Mashaka Ayamba pia